Kenya tunataka siasa ya kujenga wananchi. Marehemu Magufuli alitoka kwa jamii ndogo, jamii ya Wasukuma. Akakuwa rais bora Tanzania hadi wa leo. Hakuna mtu atafikia Magufuli. Na kwa sababu Wanatanzania waliamwamini ya kwamba akiwa rais wa Jamhuri wa Tanzania Muungano atatekeleza jukumu ya serikali ya, ya, ya, ya Muungano wa Jamhuri wa Tanzania. Hata sisi inafaa tutavuta kiongozi ambaye anafuata, anafanya maslahi ya wana Kenya, si maslahi ya jamii yake. Hiyo ndio uongozi nataka. Bado ukikuja hapa mtoto wenu mtoto wenu mtoto wenu anakupikia kwao. Kenya ni nji yetu, lazima tutafute viongozi ambao wanafaa kutupigania kama wana nchi. Na hii ni onyo kwa wale wa Mluya na Mjaluo ambao wako ofisi. Kama ufanyi kazi hata uhang kwa kodi ya Ruto, my friend, unaenda nyumbani. Unaenda nyumbani. Hata uhang kwa kodi ya Uhuru Kenyatta, unaenda nyumbani. Watu wangu kwakutakashao, my friend, ati nkaatm kidugani ni agenda kitu gani? Tunataka proper plan ya kusaidia mwananchi, mwana saa hii pesa imepotea. NYS awazungumuzi, pesa imekuliwa NYS, watu wamebeba a lot of million of money, wamenyamaza. Na nataka kuambia mheshimiwa William Ruto kama unasema tunaenda Singapore nataka kuona ambao aa wagaidi ambao wameiba pesa ya NYS, wabebwa wanaopelekwa simulatewa na urishe pesa, pesa hatuwezi enda Singapore wakati watu wana supply ewa, NYS wana supply ewa mali ya serikali inafianzwa, inakuliwa then tuwapigia story ya Singapore. Mheshimiwa rais, kabla tuende Singapore wale waizi, wanyang'anyi, waporaji ambao wameiba mali through NYS ambao wale supply hewa barangeti hawakununua, then wanasema walinunua barangeti. Barangeti gani inanunuliwa milioni milioni mia saba? Hii barangeti aina gani bwana? Upuzi, barangeti inanunuliwa milioni mia saba. Kwa nini Kenya watu wajinga kiasi gani? My friend, nataka kuambia mheshimiwa William Ruto, wewe kama rais wetu wa Jamhuri ya Kenya tunataka kuona wale wanyang'anyika wameiba pesa wa NYS. Wale wawekwe ndani Ada huu gavana wa Kirinyaga, pia finyo yake ndani. Akina Junet ndani. Akina Duale ndani. My friend, hatuwezi enda Singapore na mali ya Mkenya inaibiwa. Yaani 700 million plus. Muda nisema atanunua barangeti na kuna. Hii ni barangeti ina gani? Kwani inafunika gani? Inafunika Kenya. Bwana. <coughs> <coughs> Unajua kuna vitu zingine vya upuzi Kenya seriously. Inafunika Kenya. Nataka <coughs> <coughs> kuambia Mheshimiwa Ruto. Kabla tufanye yoyote ni tuende kurejesha mali ambayo inaibiwa. Mkenya sibebe mzigo ya kulipa ushuru then wajenga, fulani wawili watatu wanakaa kwa kona fulani, wanatibia pesa tu NYS. Hata hiyo NYS inafaa kuvunjwa kwa sababu haina faida. Imebaki tu mali watu wanaibiwa tu, mtu anaibiwa tu, hakuna kitu kingine. Wanakaa miaka mbili tatu hakuna. Hata wakirudia hakuna kazi wanafanya. Hizo ni pusi bwana, ni wakati Tunataka kujua NYS National Youth Service ni nini inatuletea Kenya? Faida gani tunapata ndani ya NYS? Kwa sababu pesa inayowekwa lot of billion wana, inaibiwa. Pesa inayowekwa inaibiwa. Pesa inayowekwa inaibiwa. Inaibiwa. But risala ambayo tunapata NYS haipo. Bwana. Kwani? Hao wow, wana sisi wandoa sisi wajinga. Mheshimiwa Rais, tunataka kujua kweli wako kama tunaenda Singapore tunataka kuona hao wajinga ambao wameibia pesa ya NYS kama wamekula maragwe Walale ndani, iuzwe mali yao, warudishe pesa, kwa sababu tunaruhusu siasa ya ujinga na siasa ya upumbavu.